Mwongozo wa kujifunza Biblia, Julai 3 siku ya Alhamis. Mada inasema badiliko la mipango. Soma Kutoka sura ya pili ya 11 hadi 25. Ni matukio gani yaliyotokea upesi na kubadili mwelekeo mzima wa maisha ya Musa? Ni masomo gani unaweza kujifunza kutokana na kisa hiki? Musa angefanya nini je? angeshindwa na mvuto wa Misri na anasa ya ikulu ya mfalme au angevumilia taabu pamoja na watu wake wenye kujihami. Matukio hatimaye yalimlazimisha kufanya uamuzi. Basi Farao alipopata habari akataka kumua Musa, lakini Musa akakimbia mbele ya Farao akakaa katika nchi ya Midian, akaketi karibu na kisima. Kutoka sura ya pili aya ile ya 15. Baada ya kuua, kwa kweli Musa hakuwa na la kufanya angalau kuhusiana na kubaki Misri. Hivyo mipango yoyote iliyokuwepo ili apande katika kiti cha ufalme cha Misri na kuwa Mungu, mipango hiyo ilisitishwa upesi. Badala ya kuwa Mungu wa uongo, Musa angemtumikia Mungu wa kweli badala yake. Bila shaka wakati alipokimbia, Musa hakujua maisha yake ya wakati ujao yatakavyokuwa. Suala zima la Musa kumuua Misri lilifahamika haraka kwa Wamisri, na likiwa limekuzwa sana, muda si mrefu lilifika masikioni mwa Farao. Lilielezewa kwa mfalme kwamba tendo hili lilikuwa na maana kubwa, kwamba Musa alikusudia kuwaongoza watu wake dhidi ya Wamisri ili kupindua serikali na kisha yeye mwenyewe kukalia kiti cha ufalme, na kwamba kusingekuwa na usalama kwa ufalme huu wakati akiwa hai. Mara moja mfalme alidhamiria kwamba lazima afe, lakini akifahamu hatari iliyo juu yake, alitoroka na kukimbilia Arabuni. Lng White, Wazee na Manabii, sehemu ya kwanza, ukurasa wa 255. Musa aliishi miaka 120, Kumbukumbu la Torati sura ya 34 aya 7, na maisha yake yanaweza kugawanywa katika sehemu tatu za miaka 40 kila moja. Miaka 40 ya kwanza alikuwa Misri, mingi ya hiyo katika kasri la kifalme. Miaka 40 ya pili aliitumia katika nyumba ya Yethro katika eneo la Midiani, na miaka 40 ya mwisho, hata hivyo ndiyo ambayo inachukua sehemu kubwa ya vitabu vitano vya kwanza vya Musa na robo hii, na inasimulia kisa cha wito wa awali wa Israeli wa kushuhudia kwa ulimwengu uliozama katika ibada ya sanamu, kufunua asili na tabia ya Mungu wa kweli. Tazama Kumbukumbu la Torati sura ya nne aya ya sita hadi ya nane yeah. Je, ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba Musa amuue Misri? Kama sivyo kisa hiki kinatufundisha nini kuhusu jinsi Mungu anavyoweza kutangua hali yoyote na kuitumia kwa makusudi yake mwenyewe. Warumi sura ya 8 aya 28 inatusaidiaje kuelewa ukweli huu muhimu? Hii ni Julai tatu, siku ya alhamis tunapojifunza mada inayosema badiliko la mipango. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.